Na wasalimu wa Kongomani wote, muda wote ule mnaopatikana salama ziwafikilie pia. Naomba amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja na yi nyinyi wote mahali popote pale mulipo nje na ndani ya Kongo, nasi tukiwa wazima ijapokuwa hali tunayo tu ya nchi yetu ni jambo la kushukuru Mungu, na Mungu anasema tushukuru kwa kila jambo e. Leo ni siku ya Mungu, haiza siku ya saba. E, tariki ishirini na tano mwezi wa tano elfu mbili makumi mbili na tano. Simu wingine ni mbuto ya tubushiri bato mwene egle mzee dola kubwa. Nina maneno mbalimbali ambapo tutakwenda kuyajulisha na kufahamishana kwa siku ya leo yaliyopita mja huu wa juma mzima na siku hizi tunazo kwa sasa, eneo mbalimbali Minembwe, Luvunge, Walungu na eneo zingine. Asante mara tena. Habari ya kwanza ni habari ya Luvunge, e, Lupango na eneo zinginezo e, Rutebe kwa sasa na kwa siku ya leo, tunamshukuru Mungu, amani ipo kulingana na kichapo ambapo adui alikipata mpaka sasa hajarulilia tena kuja kupima kufungua njia ya kuvunja fro yenye kuwa eneo hizo. E, pia habari za Walungu. Tuna habari za faraja e, wazalendo wanaopatikana eneo za Walungu e, siku ya jana siku ya Sabato tariki ishirini na nne mwezi wa tano elfu mbili makumi mbili na tano wa vijana walifanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo nitawaomba watu wanaokuwa na mawasiliano na watu wa Walungu, pigeni muulize na mupate habari za Walungu. Walungu kuna habari nzuri na habari njema habari ya mafanikio na habari ya kumshukuru Mungu muweza wa yote. E, tuna mezali tu kidogo inasema, waenga waenga wanasema akili isiyofanya kazi ni makao ya shetani. Shetani kazi yake ni kutenda tu mabaya, shetani ana kazi nyingine ni kutenda tu mabaya, na hiyo ndio kazi ya shetani na akili ya mtu aiza. Ukiona mtu ana kazi ya uzushi kazi ya wivu kazi ya fitina kazi ya ubaguzi, ujua kwamba ni mtu mwenye kutawaliwa na shetani na akili yake inatawaliwa na shetani. Kwa kuwa shetani hatende wema hata siku moja, kazi yake ni kutenda tu mabaya. Kun e, tutakwenda kuangalia kitabu cha Yohana kumi na nne, kumi na nane, kinasema sita waache yatima Mungu hata tuache yatima, Mungu hata tuache yatima kamwe. Na ndio maana mnasikia eneo za Walungu vijana wanachapa kazi eneo za Noro Kivu vijana wanachapa kazi. Eneo za Walikale vijana wanachapa kazi eneo za Rubero vijana wanachapa kazi eneo za Minembwe, e, wa vijana wanachapa kazi. Kwa hiyo kulingana na hiyo, mimi nakuomba mahali pale ulipo, ukiwa na uhusiano na watu wa Walungu, piga telefone yako upate habari kamilifu. Na ukiwa na mahusiano na watu wa Minembwe eneo zingine, piga telefone upate habari kamilifu. Ila kulingana na habari ya Minembwe, tuna habari ya faraja, vijana wametenda kazi kubwa sana. Na hilo, nitakupa sauti ya mmoja wapo wa maadui wa M23 tru, E, Fleve Kongo na hao wengine wasaliti, e, ngomino na androide gisi analalamika kulingana na kichapo ambapo walichapwa. Asante na kushukuru sana. Kwa hiyo Minembwe, kazi ilitendeka ya mzuri, vijana walichapa kazi, na Mungu anazidi kutufanikisha. Uracha, uracha, uracha,

ndi murahanga ha, mkambi. Habari ya kufunga ni habari ya mwito kwa Wakongomani wote, mahali popote mulipo, ndani ya Kongo na nje ya Kongo. Mwito tunapeleka na ujumbe kwenu, muda usi muda wa malumbano, muda huu si muda wa kuunda vikundi vikundi vingi visivyokuwa na maana. Malengo makuu sisi sote kuchukua silaha ni kupiganisha adui mvamizi wa nchi yetu, ila usijue kwamba sikila yeyote amuitaye bwana bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, na sikila yeyote anayosikilia silaha ndiyo mzalendo au sikila silaha ipo kwa ajili ya kutetelea nchi. Kuna silaha zingine ni za ajili za ubandia, na silaha zingine ni kuvimbisha tumbo zao na ikiwa kama we ulichukua silaha yako juu ya kupigania inchi, tuache malumbano, tuache matusi, tuache ubaguzi, tuache mgawanyiko, tujiepushe na chochote kile kinaweza kutuma si tugawanyike na kupoteza malengo. Malengo yetu ni kutetelea udongo tuliyoachiwa na mababu zetu, urithi tuliyoachiwa na mababu zetu. Kwa hiyo, ujumbe wangu ni wakati wa watu watengeneze, turudiane pamoja, tufanye kazi pamoja, tuache malumbano, tuache wivu tuache fitina tuache ubaguzi tutafute amani. Umoja wetu ni nguvu zetu. Kwa hiyo tuna mwito wa amani, njoni tutende kazi. Na agizo ya mwisho ni hii: najua kwamba sisi tuna ushindi. Tayari tuna ushindi kwa shamba la mapambano, tuna ushindi wowote ule, na tutapata haki yetu kwa kuitetelea, kwa kupigana. Iwe mazungumuzo itakuwa faida ya Wakongomani, na iwe E, mapambano itakuwa faida sisi wa kongomani. Nina imani njia zote mbili za mazungumuzo, njia zote mbili zile za mapambano, najua na sisi tutakuwa na ushindi wetu sisi wa kongomani. Hiyo ni ujumbe ambao nawapatia kongomani wote, tusimame imara, tujua kwamba lengo letu ni kuondoa wavamizi wanaovamia nchi yetu, kuondoa hao magaidi wanaokuja kugaidia nchi yetu, na nina imani ya kwamba mwito, njoni tufanye kazi pamoja njoni kwa wazalendo njoni kwa mheshimiwa William Amuri ya Kutumba, mkombozi visionaire mbeba maono komanda force numero 1 nyen eh? Eh, enendeni kwa mzee Jamvika Raire na, na, na, na wengine enendeni kwa kundi zile ambapo mko nazo, karibu muungane mufanye muungano pamoja ili tusape kazi tuondoe adui. nina imani muda umefikiria sasa wakazi kutendeka ili adui apate kuondoka na kuacha udongo wetu urithi wetu tulioachiwa na mababu zetu. Asante, si mwingine ni Mboto ya Bato Mwene Bato Bushiri Egle, Mzee Dola Kubwa. Na kanusha habari za mheshimiwa na pasha, nimuite Mheshimiwa Karoti, habari za kusema ya kwamba kulikufa wanajeshi makumi ine eh, wa Mzee Makanika, kulikufa wanajeshi makumi sita wa Mzee Yanke. Kwa hiyo mimi hayo na ya kanusha, lakini piga telefone na ufate gisi hawa ndugu zetu maadui wanalia. Najua leo mtakuwa na habari zingine. Asante mara tena, nawashukuru.